Bana hali ya Diamond Platnumz, si shwari kabisa. unajua kuna tukio kubwa limetokea hivi karibuni la uchaguzi na baada ya uchaguzi kuisha Watanzania wamehamishia hasira zao kwa wasanii mbalimbali mbali. lakini kwa upande wa Diamond Platnumz, hali yake si shwari kabisa kwa sababu kuna mambo mawili yamemtokea hivi karibuni lakini kuna jambo zito kabisa ambalo limemtokea leo usiku na watu wengi wanasema Diamond Platnumz bado kuna vitu vingi sana ambavyo atakumbana ata, ata navyo siku za mbeleni. Kwanza kabisa, Diamond Platnumz e, baada tu ya uchaguzi ulipopita pale kwenye tarehe nne hivi naona au tarehe tano msanii Diamond Platnumz aliposti maneno mengi sana akiwapa Watanzania pole na vitu kama hivyo, lakini baada ya hapo, Diamond Platnumz aliendelea kufanya eh, promotion ya muziki wake na vitu kama hivyo. Sasa Watanzania ukasema Diamond Platnumz kweli hana moyo wa huruma. Unajua kuna tukio kubwa sana limetokea, lakini Diamond Platnumz ni kama alikuwa hajali na anaendelea kuposti muziki yake anaendelea kuposti wanawake wanatoiki na vitu kama hivyo, watu wengi wakasema hili jambo, Diamond Platinums ni kama ana kiburi na anaonesha jeuri kwa Watanzania. Sasa, baada ya hapo Tanzania wakachukua maamuzi magumu sana kwa Diamond Platinums. Diamond Platinums alikuwa na followers milioni 18 na laki nane. Sasa, kuanzia juzi Diamond Platinums ametoka kuanzia milioni 18 na laki nane. Watu wengi sana wamemwunfollow na hadi sasa hivi Diamond Platinums ana milioni ana, ana followers milioni 18 na, na laki saba. Sasa ukiachana na hapo pia, msanii msanii Diamond Platinumz pengine alichukulia jambo hili ni la kawaida tu, lakini sasa hivi kila posti au picha yote ambayo ataiposti Watanzania wengi pale chini wanamtukana na wanamuona ni mtu ambaye hana akili nzuri na vitu kama hivyo. Sasa bana, leo tuzo eh, nomination za Grammy hizo huko Marekani zimetoka na unakumbuka vizuri kabisa, inasemekana kwamba msanii Diamond Platnumz kuna wimbo alipeleka Grammy, na hisi ilikuwa ni wimbo wa Komasava, inasemekana hivyo. Sasa moja kwa moja wimbo ambao Diamond Platnumz aliupeleka Grammy, sina hakika sana e, inawezekana ni Komasava. Kuna wimbo ambao msanii Diamond Platnumz ali aliupeleka ali Grammy ili uweze ukawania tuzo hizo za Grami. Sasa kwa bahati mbaya, leo leo hii, hizi, hizi nyimbo sasa zimetoka ambazo zina, zina vigezo kuwania tuzo za Grammy kutoka Afrika moja kwa moja. eh, kuna wasanii mbalimbali ambao wameonekana. Kuna Eddie Kenzo, kuna Davido na kuna huyu dada wa South Africa anaitwa Tyler. Lakini cha kushangaza sana, Diamond Platinumz hajachaguliwa kuwania Grammy. Hilo ni jambo ambalo Watanzania wamefurahia sana. Unajua zamani Watanzania walikuwa wana upendo sana, na moja kwa moja, pengine wangeanza kuishambulia Grammy na vitu kama hivyo kwa Instagram, wangemtukana sana Grammy. Lakini kwa cha kushangaza leo hii Watanzania wamefurahia kuona kwamba Diamond Platnumz hajachaguliwa kwenye tuzo za Grammy bana. Pengine Diamond Platnumz saa hivi itabidi ajitengeneze upya naanze kujenga ile connection nzuri kati yake pamoja na mashabiki, kwa sababu sasa hivi inaonekana kabisa kama anaendelea kupoteza mashabiki wengi sana na Watanzania ni kama hawaelewi lolote kuhusiana na Diamond Platinumz tena. Hivyo Diamond Platinumz itabidi afanye juu chini, arudishe yale mawasiliano mazuri ambayo alikuwa nayo kati yake pamoja na Watanzania. Watanzania sasa hivi hawataka kabisa kusikia jina la Diamond Platinumz. Ebana, nikushukuru sana mtangazaji, naitwa Hansi na hii hapa ni channel yako pendo kabisa inakuletea habari pamoja na stori mbali mbalimbali. Ni kushukuru sana na wenasikunjema.